Ningialika mawaziri na jeneral wa polisi ambaye anakuwa mambo ya conseil securité wa kuja hapa mbele na afya waziri ambaye anahusika na, na ulinzi pamoja na sekurite afar interier. Na kwa mkono wa kuume inakuwa na yeye komisari provincial wa la polisi ambaye tutakuwa na muda wa kuwaonesha, kwa sababu angali anafika kuchukua madaraka yake, kwa asili yetu na kutokana na mila, acha kwanza niwaambia kwamba nimekuja hapa kuwakilisha kuwakilisha liwali Jean Jacques Kurusu Sadiki ambaye alizuiliwa kutokana na afya. Alitamani kuwa hapa, ila afya yake haikuruhusu na kwa dakika ya mwisho akaniambia nije ili ni mwakilishi. Mila yetu inasema kama tunapata kilio, jambo la kwanza kabisa ni kupatia jamaa ambayo ilifiwa, kuwapatia pole, baba mama na ndugu na marafiki wa mtoto wetu ambaye amefariki. Kwa niaba ya serikali yetu ya jimbo, tunaanza kwanza kuwapatia pole na kuomba Mungu awapatie nguvu. Jambo la pili ni kuwaonesha ya kwamba serikali imefanya yote iwezekanavyo. Naweza kuwakumbusha watoto wa Uvira na wakandokando, ya kwamba masiku zilizopita ama miaka ambazo zilipita kulikuwa na kuwa maandamano ya kila aina. Mimi mwenyewe, ambaye naongea na nyinyi, wakati ule ilikuwa hapa pamoja na Mwele kama vile mpinzani mkuu kiwakilisha vyama vyote vya, vya upinzani na alikuwa kwenye mstari wa mbele kwa maandamano mbalimbali tulikuwa tukiafanya, pamoja na s wakina misare ambaye sasa hivi anakuwa mbunge wakina vyadumia na wadogo zetu wa mafikiri. Hatukuwahi kuona kitendo kama hicho napokuwa maandamano sisi tulikuwa tunakimbia, tuna vichama kukufe mtu kuumie mtu vinakuangalia refu, kulikuwa kuna demokrasi. Tulikuwa najikuta tuko maadui katika nchi yitu, lakini tawala na kila kitu ina wakati wake. Hiyo wakati umepita, sasa hivi ni utawala wa Mheshimiwa Kashibeto, na ninashukuru kusikia mwakilishi wa societe civil alitamka kusema ya kwamba raisi wenu, rais wetu, na rais wa Marekani aliposikia hii habari na fujo ilikuwa Uvira, alitisha reunion interinstitutionnelle, yani nchi yote.

na institusionel afishia hapo Rais Felix Tshisekedi Tshilombo alituma delegasion kubwa ambayo iliongozwa na waziri wa mambo ya ndani, wakuu wa jeshi, mawaziri na watu wengi ambao walifika hapa walikuja kukuja kuwapatia pole na kuambia watoto wa Uvira ya kwamba walisikiliza kilio yenu na malalamiko yetu, ase pouvoir inatoka ku peuple, na wanasema la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Ni nini ndio mlimweka rais, ni nini ndio mlituweka sisi mnapolalamika la, kama tuko viongozi bora, ni lazima tuwasikilize. Ninayo furaha kuona kama Rais Felix Tshisekedi alitekeleza hili. Mimi tumefanya unaweza kuwa hapa na si watu wanaongea labda hawana maabari. Tumefanya mengi kama serikali. Kwanza sisi tunapokuwa hapa usiku kama vile mchana, kama province iwali wa jimbo, minisri wetu wa sante kwa hapa, wazalendo wanapokuwa wapo hospitali, wengine wanabebwa Burundi. ce votre province kipe tumeanza deja kukua na gabula matax, ili tupatie wazalendo nao nguvu ya kugombanisha adui. seremoni ilifanyika ilifanyika <laughs> resama na mheshimiwa liwani alisema ataendelea na wakati, Raisi alituma delegation, muliona. Sitasema mengi juu, wakati tupona mbiya marehemu anaenda, kuna wengine ambao wako hapa, ambao wale maandamano, tunaweza pia kuwasahau tunaweza kuwasahau. Ndio maana nita kusema, wakati alisema preelisema alisahau vere national ilifika hospital general juu ya kutumia wa bs, na wali amerika waliachaga 30,000 dola, waliacha mimi ndio nilikuwa nao na najua genye minasema, ili yule wote walikuwa manifesta wajana na wazalendo wenye walikuwa mule ndani wote wa kule, wapewe madawa na watunziwe kwa bure, kusudi kusove wale wenye wako na akapana kufamilia mbili kompi ya marehemu hapa asi na wengine mwenye aliweza kupata ba baasha ambayo waliweza kupokea, kwa sababu mwasili yetu kama kuna kilio na mtu anakuwa kukupatia mchango, inabidi uipokee kwa roho moya. Ino maana ni tendo ndio la muhimu. Sio pesa njo ya muhimu, haipo hivyo. Unaweza kuwa hauna franga hauna lolote, lakini kialiakivyeokuilikiliwo haipo hivyo. Kwa hiyo kua nataka kuambia kwamba serikali imefanya mengi, na leo sisi par notre présence comme gouvernement provincial, kwa sisi kusimama hapa ni ishara tosi ya kwamba tunapingana na kile kitendo ambacho jeshi la Kongo limeweza kufanya hadi kuua mtoto ambaye ana hatia. mtu mmoja anasema alikuwa mzalendo, alikuwa nini. Sisi hapana, ni mtoto mdogo, alikuwa bado minene. Awasema hivyo kama mtoto angali m mi? minene kuwa mjeshi, kuwa mzalendo, labidi uwe na nyaka ambayo inakubaliwa. Kazi yake ilikuwa ni kwenda shule asome apate elimu kusudi aje pia asaidie Kongo swate kijeshi swate kisiasa, lakini wameondoa maisha yake bila rusa ya Mungu. Na ndio maana tumesema ya kwamba tunalaani sisi kama serikali iki kitendo, na kwa kuja kwetu tunapana pia mesage kuwa na jeshi wote ya kwamba atukubaliane na hizo siasa walikuwa nuna nme na kwangioti bila kuwa wanduka hata huyu. Naweza kuambia jamaa ya kwamba serikali itafatilia. Tunakuwa na shida ya vyombo vya sheria vya kijeshi, ili yule jeshi ambaye amefanya vile adhibiwe sawa sawasawa na sheria ya Kongo.

juu juu ya lini yanapata kula, mwingine anapata neno la nini la Mungu. Na sie wikizalendo, kuna wale tu wanaitwa kizalendo tu ba muone tu, na mimi ni general, na mimi ni colonel, na mimi ni mzalendo, kumbe tu ucha profita tu Mungu, lakini nia ya kazi hana Pale ambao wanaanza kula tena pesa sasa, hapa Uvira, Mungu mbele ya Mungu tuko tunaomba, ule mwana anza kula pesa juu atarudia pale, atafika haiko. mimi ndo nasema lakini yeah, Mungu ndo anasema. Unasema hivyo, kuna kuna mwanamume moja alienda kuambia mwanake sasa akaona na force akaenda force aka force zingine hivi akiepiga mwenzake, wakati alipata inchi makumi tatu makumi nne za kumupiga juu na yepetakukwana nguvu ya kupiga mwenzake. Sasa wakati zile nguvu zilikuwa alipata zile zingine force misadamii mi akatuma aka watu mwende mwambie ule bwana hivi, hapa nakuwa na force mii, apana natoka pana, kama atoki minda mupiga. Sasa kumbe ole bwana yeye anategemea Mungu. Naye Mungu akamfikia akamwambia, usiogope usitetemeke, ile raforo yake juu yeye ni bandi, mimi nakutetea Amen. Lakini wakati miratu ilifanyika ile raforo yote ilisha, iko kama vile sisi sasa, nakenda kuwamili kuna watu wanaenda leta misahada wamaliza wkonowana, kumbe sasa tuko tuko, yeye ndio ataishi, tuko pamoja, tuko pamoja, tuko na ile imani kweli

makakemgo ma francesi iona makoroa <laughs> kumbe <Hein? laughs> na ndio vile napenda kuambia, tukamatane, kuwamia, tukamatane, tega kwa bega kwa ajili ya sikirite ya nchi yetu. Na mambo napenda kusema hii, kuleta mambo ya makabila ndio kitu zaidi mimi siko si, napenda mutupe mbali sana mambo ya kifleru ya kivira ya kibembe ya kiisha ki ya kinyindu ki, mutupe mbali <laughs> na kama otorite mwana fanya kosa, mfate ile otorite, msifate otorite wote.

-sasa, nanduo, vile, kulambia, bayote, civile, biga, biga. Sasa na ndo vile tunapenda kuvaambia, tunashukuru kwa yote. Societe civile ukazi huo mnafanya na vakubwa wa wakamata bega kwa bega. Sasa na mweye societe civile mnachanganyikiwa zinakuwa mingi mingi, mwangalie takufanya zinakuwa si mingi sana. Societe civile mwe nasema hivi, hey, vingine naenda ndika francais, hapana, vale ni mabongo si